Eh, leo bwana maandalizi au sio? Mapema bwana. Mbona mwana wangu, mama anajua, mtoto.

maji maji imeleta basi. Dogo vipi? Mbona unaweka hapa dogo? Nimekuambia vipi bwana? Unawekaweka unakata hapa? Nakwambia nikitoka nikija nisikukute, fanya haraka ufanye mambo yako, afu dogo nikikwambia kwa unanielewa? Basi usimgombeze sana. Ah, huyu mdogo wangu anabii anapasua kichwa sana unajua nimemtoa Kigoma huyu, eh, nimtoa Kigoma sasa amekuja uh -huh. Eh, kushule kafeli. Hapa kaja nganiwa nataka bodaboda uh -huh. Yeah. Nimempa bodaboda yaani, ndio hivyo mambo yake, ndivyo anapikapika tu yake, na umama huyu ana kichwa kizito sana Hapo nani, ukimaliza hiyo toka hiyo eneo sawa. Tumia kwa sawa. Dogo, vipi? Yeye, umemaliza hapo. Tengeneza haya haraka alafu nipatie mimi nipige. Eh? Eh?

Maka nikasema na hali ya hewa hii. Natoka kazini mapema. Eh, eh. Eh, leo sio sio jioni. Anaondoka. Sasa mbona mbona niandalia kabisa? Eh? Mbona haipo baby? Ah, wewe hiyo vipi? Ni hayo maini yake kabisa kwenye nani? Kwenye. Mbona viatu tena hapa vya kike? Siku hizi unavaa viatu vya kike? Hamna, yani hivyo. Hivi.

yaani wewe amekuja tu kunisalimia sasa. Kwa nini asiende huko vyumba vimejaa kibao tena bei rahisi aje huko kwako wewe ndugu yangu? Hebu, hebu fungua bwana. Ngoja basi. Ni ngoje nini? Mbona au twende hivi tukapumzike. Ah, tukapumzike huko vipi sasa? Mimi nimekuja kupumzika hapa. Na hapa najua mimi ndo nimepata futa hapa kwa ajili yako ili nije kupumzika. Mimi nasubiria yai huku na wewe, hebu fuka fuka.

Jana tu nimetoka kutumia hela mimi. Unanifanyia ujinga sitajua, kama ulijua, ndo nakuuliza. Unajua sitojua kama uko huku, nimekutrack kwa taifa lako, narudi kwa ajili yako. Eh? Fungua mlango sasa kama kanifunja mlango sasa. Sasa nafunguaje ndugu yangu? Funguo kaondoka nayo. Ujachukua wewe? Eh hey, mimi sinafungua hapa. Sasa bila nini? Sasa mimi natokea hapa blaza kutoka hapa bila sasa. Blaza mimi. Sasa mimi nakufunguliaje ndugu yangu? Blaza kwa nini nani wake? Nani wake? Sasa mimi yule si ndo mama mtu yule. Sogea bwana.

kusema yani, ninavyokuangalia kwanza juu mpaka chini eh, utampa nini mwanangu? Wewe mama, mimi kuna vitu ninavipenda, usitafute. Mwanao anapenda vitu vya kipap, ndio maana mimi nitabidi kunijia huko. Vitu gani niambie, vitu gani? na kwambia, na ndio kwambia mama, na kwambia mama, mwanao anapenda vitu vya kipap, ndio maana kanita, anapenda ile ma spank nini, eh, ma jogging nini, mikito misuguano Pita ndani. Sasa baby utakuwa pita ndani. Eh? Baby huku ndani naenda kufanya nini? Ungesovu kwanza ile tatizo. Nakwambiaje, mambo yanaendelea kama kawaida. Eh hey, eh, ingia ndani. Eh. Sasa mpenzi, utakuwa una mudi kweli ya kufanya. Mudi itakuwepo, na msaidizi tunaye. Ingia ndani. Hmm.